Mwili una namna ya kuzuia mtu asivuje damu bila kukoma. Mathalan, pale mtu anapopata jeraha, ameumia eh, ama sehemu ya mwili eh, ngozi imepata changamoto, kwa hiyo mwili una namna yake ya kuzuia damu isitoke bila kukoma. Kama mtu una changamoto ya uvujaji wa damu, hupelekea mtu anapoumia ama anapopata jeraha, damu kutoka bila kukoma, isivyo kawaida ama wakati mwingine damu hutoka bila hata ya mtu kupata jeraha lolote. Kwa hiyo mtu huona eh, labda alama za kuvilia kwa damu chini ya ngozi, ama anaona damu kwenye fizi, ama anaona damu kwenye choo, haja kubwa ama mkojo, bila sababu yoyote ile ambayo mtu anaweza akasema aliumia ama alipata majeraha. Aina za matatizo ya ugandaji wa damu zimegawanyika kwa sehemu kuu mbili. Moja ni ile ya kurithi, tunaita inherited, na ile sababu ya pili ni wale watu ambao wanapata changamoto hii ukubwani ama wakiendelea e, wameshazaliwa baadaye kwenye e, maisha wanapata matatizo haya. Mfano wa sababu za kurithi ni kama tatizo la himofilia. Kwa hiyo kuna wagonjwa ambao wanazaliwa wana changamoto kwenye vinasaba inaopelekea wao kuwa kuvuja damu kirahisi, lakini vile vile sababu nyingine ambazo mtu anaweza akazipata, eh, ambazo si za kurithi ni kama vile matatizo, magonjwa kama magonjwa ya, ya ini ama mapungufu ya baadhi ya vitamins muhimu kama vitamin K eh, na kadhalika ambazo zinaweza zikapelekea mtu akapata tatizo la kuvuja damu. Tatizo la uvujaji damu linaweza likamkumba mtu yoyote, aidha mwanaume ama mwanamke, na mtu wa rika yoyote, kutegemeana na eh, uvujaji, tatizo hili limerithishwa ama ni mtu amelipata wa eh, wakati ameshazaliwa. Eh, inaweza ikakumba zaidi eh, makundi fulani, mfano wale wenye hemofilia inakumba zaidi watoto, lakini zaidi watoto wa kiume kulingana na tatizo lenyewe la hemofilia linakumba zaidi vijana wa kiume kuliko wale wa kike, ijapokuwa kuna wagonjwa wengine wa hemofilia ambao ni wa kike. E, makundi mengine haya ya, ya, ya umri mwingine, mara nyingi ni matatizo ambayo mtu huyapata edha magonjwa ama hata kutumia madawa kwa muda mrefu kunaweza kukafanya e, mtu akapata tatizo la kuganda damu. Ili kugundua kama una tatizo la uvujaji wa damu usio wa kawaida, kuna uchunguzi mbalimbali mbali ambao unaweza utafanyika, lakini kwanza ni ku daktari kuangazia historia yako ya tatizo lako, la kuganda kwa damu limeanza lini na linakumba wapi zaidi, wanaweza ikampa daktari picha, lakini vile vile e, uchunguzi wa mwili kuangalia urahisi maeneo ambayo yanaathirika ama yameathirika na wewe kuvuja damu. Lakini kuna vipimo mbalimbali ambazo eh, madaktari hufanya vya damu ambavyo vinaweza vikatambua kwamba wewe unavuja damu kirahisi ama la. Na pale daktari anapogundua una tatizo hilo, anaweza akaagiza vipimo vingine vya ziada ambavyo vinaweza vikafikia eh, kutambua tatizo lako. Matibabu ya wagonjwa ambao wana changamoto za uvujaji wa damu usio wa kawaida hutegemeana na aina yenyewe ya uvujaji wa damu. Kwa mfano, wale ambao wana, wanapata tatizo la uvujaji wa damu kwa sababu ya kurithi kama vile hemofilia, mara nyingi ni kwa sababu wanashindwa kutengeneza protini muhimu ambazo zinasaidia damu kuganda. Kwa hiyo hawa wagonjwa hawa huwa tunawapa eh, protini hizi zilizotengenezwa ama zilizoandaliwa Eh, kiwandali kwao tunaita replacement therapy. Lakini vilevile vile, kama mtu amepata tatizo la kuvuja eh, damu kwa sababu ya ugonjwa mwingine, kuwa tunatibu ule ugonjwa wa msingi, lakini kuwa tunaweza kutoa dawa nyingine ambazo zinasaidia mgonjwa asivuje damu isivyo kawaida. Na pale mgonjwa ambapo anakuwa amepoteza damu nyingi, vilevile tunaweza tuka, tuka tukampa damu ama mazalia ya damu mazalia mbalimbali ya, mbali mbali ya damu. Matibabu ya magonjwa ya, ku, ya tatizo la kuganda kwa damu isivyo kawaida yanapatikana kwenye hospitali mbalimbali nchini, hususan hospitali ya taifa na zile hospitali nyingine za kanda na za rufaa. Vile vile eh, kuna jumuiya mbalimbali za wagonjwa kama vile Hemofilia Society of Tanzania na taasisi nyingine za kitaaluma kama vile Tanzania Society of Hematology ambazo huwezesha wagonjwa kupata elimu na msaada mwingine. E, e, mbali na matibabu yale ya msingi, ni muhimu pale mwanao, ndugu yako, ama hata wewe utakapohisi una tatizo la kuvuja damu isivyo kawaida, kufika kwenye kituo cha afya kwa ajili ya uchunguzi zaidi, kwani eh, kuishi na tatizo hili bila kugundulika huweza kuleta athari, hasa kwa watoto pale wanapopelekwa jandoni ama kwenye kutahiri, ama shuleni kwenye michezo ya nguvu, huweza kupoteza, huweza kujikuta wanapoteza damu nyingi isivyo kawaida. Kwa hivyo tunawasihi He, watu wote ambao wanahisi watakuwa jamaa zao ama wao wana tatizo la kuvuja damu kufika hospitali mapema.